Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya wana kasirika kweli, wasema mse yule, kwa nini asiende kupumzika basi? Wengine wanasema kafa, wengine okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mie mzima afya <laughs> <laughs> yangu nzuri, sina inabububu